Jipangie mlo wako kudhibiti kisukari. Leo utaweza kuchagua lugha, Kiswahili au Kiingereza. Alafu utaweza kuchagua kama ni shinikizo la damu au na kisukari au kama vyote, kama una kisukari na presha, au unaweza ukachagua kisukari, lakini kama uli kitimoto, au inawezekana ni mgonjwa wa kisukari, lakini hauli nyama au mgonjwa wa presha na kisukari, lakini hauli nyama. Kisha utaandika chakula ambacho wewe unapendelea kwa kawaida, kwa mfano uh, ugali, wali, makande. Kisha utaandika mboga ambazo unazopenda, labda itakuwa ni mchicha, matembele matunda inaweza ikawa ni ndizi au embe na nanasi. Vitafuno inaweza ikawa labda ni mandazi, korosho, karanga. Kisha utaandika vinywaji, kama ni maji, huwa unatumia chai na kama ni soda. Kisha utabonyeza andika mpango, kwa hiyo itakutengenezea mpango wako wa kwa chakula kwa siku: siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano, siku ya saba kwa hiyo huu ndivyo jinsi ambavyo inavyofanya kwa sasa. Kwa hiyo pakua, ni rahisi. Anza kutumia leo, mtaalamu wako wa afya kiganjani.